Nina kusalimu mpenzi mtazamaji, karibu sana katika wasaa huu mzuri wa pekee ambao tunamshukuru Mungu ametupatia, uh, kukutana hapa katika kipindi hiki cha Kivulini, kipindi ambacho uh, huandaliwa na ofisi za Union Mission ya kusini mwa Tanzania kikuletea taarifa mbalimbali za idara zilizopo ndani ya Union hii na namna ambavyo zinafanya kazi, na jina langu ninaitwa Spora Mseli Molontalima na juma hili niko naye mkurugenzi wa idara ya huduma za uchapishaji, Mchungaji uh, Rhobhi John Nyaibago. Karibu we pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na, mtazamaji tunaanza kipindi chetu leo tukitamani kufahamu uh, mambo kadha wa kadha kuhusu idara hii ya huduma za uchapishaji, na kama nilivyokuambia hapo awali, niko naye mchungaji John Rhobhi Nyaibago ambaye atatueleza kwa kina na tutaifahamu vizuri. Karibu sana Mchungaji. Asante sana, asante sana. habari za majukumu? Habari nzuri. Mhm. Namshukuru Mungu. Mhm. Kutupatia fursa na uhai. Amina. mm -hmm. Naam, mtazamaji yuko tayari sasa kusikia kutoka kwako. Tunatamani kuifahamu idara hii ya huduma za uchapishaji, inafanyaje kazi na ni nini haswa? Asante sana, labda tu nianze kwa kumshukuru Mungu sana mm -hmm. kwamba Mungu amekuwa mwema katika kulisimika kanisa lake hapa ulimwenguni mm -hmm. Kanisa ambalo tukisoma historia inaanzia katika mianzo yake ya uumbaji. mm -hmm. E, na kanisa likapita katika vipindi mbalimbali vya historia, lakini sasa kwa mujibu wa swali na kusudi, tuangalie sasa kanisa hili tulilopo sasa, kanisa la Waadventista wa Sabato, kanisa la masalia mm -hmm. ambalo kama historia inavyotuelekeza limeanza katika mianzo yake Uh, katika maana kanisa la masalio katika miaka ile elfu moja na mia nane arobaini na nne, wakati ule ambapo tunaita Advent Movement mm -hmm. ilipoanza vuguvugu mm -hmm. la kanisa hili kwanza mwanzoni pale, sasa pale ndipo tunapoanza kuiona idara ya huduma za uchapishaji mm -hmm. e, publishing ministry, katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Inafurahisha kujua ya kwamba Mungu anapokuwa na anaanzisha kitu anakianzisha katika mpangilio ambao kila mmoja anaweza kusema ni kweli, ndivyo ilivyokuwa. mm -hmm. E, na unajua kanisa kama ambavyo Mungu amelipanga, a, ni kama mwili mm -hmm. tuite tutuhe mm -hmm. kielelezo ni kama mwili mwili ambao Biblia inasema una viungo vingi vingi kabisa, na kila kiungo katika uumbaji wa mwanadamu kinaanza kimoja hatimaye na kingine na kingine. Mm -hmm. Sasa katika so kulianzisha kanisa la Waadventista wa Sabato, Mungu alitanguliza idara ya huduma za uchapishaji ndani ya kanisa mm -hmm. kama idara, kwa maana uh, mchungaji una, una, unataka kutuambia kwamba miongoni mwa idara za awali kabisa ndani ya kanisa hili ni idara hii ya uchapishaji yaani, hiyo ndiyo kweli hasa ambayo naielezea. mm -hmm. kwa sababu ukisoma historia ya kanisa na muundo wa idara zake mm -hmm. utagundua kwamba ndio idara kongwe mama mm -hmm. ambayo actually tunasema ilianza hata eh, kabla ya muundo wa kanisa eh, yani, miaka elfu moja na mia nane na arobaini na nane ndipo mm, kwa mara ya kwanza kabisa elfu moja mia nane arobaini na nane, e, ndipo kwa mara ya kwanza idara hii ilianza kutenda kazi ndani ya, ya kanisa hili la Waadventista wa Sabato. Mm. Na ukifuatilia vizuri eh, movement hiyo ilipeleka historia, hatimaye tukaja kuwa na muundo kamili wa kanisa linaloitwa Seventh Day Adventist Church mm -hmm, uh, mwaka wa elfu moja na mia nane na sitini na tatu Mm -hmm. Kwa hiyo ni kama vile inatangulia Hmm. Sasa, kwa muktadha huo ukiangalia vizuri uh, utagundua ya kwamba Mungu kwa hekima yake aliianzisha idara hii ya huduma za uchapishaji ikiwa na lengo kubwa ya kwamba kinachohitajika kwa ajili ya kanisa ni chakula cha kiroho. Hmm. Tunaposema chakula cha kiroho tunamaanisha neno la Mungu. Hmm. Ambalo kiukweli Mungu alilitanguliza ili kanisa hili changa linapokuwa linazaliwa na ukuaji wa washiriki wapate chakula. Na hasa hili ndilo kusudi hasa la idara hii ya huduma za uchapishaji mm -hmm. kuanzishwa ndani ya kanisa mm -hmm. na tokea katika mianzo hiyo uh, idara hii imeendelea kutoa huduma zake za ndani ya kanisa hili na nje ya kanisa mm -hmm. tunamaanisha ya kwamba uh, unajua, tunaposema kanisa tuna kanisa ambalo tayari lipo linaloonekana mm -hmm. lakini kuna kanisa ambalo halijaonekana bado kwa maana kwa ya kwamba kwa kwa mba kanisa ambalo e, lijaonekana. Ikoje hiyo kanisa ambalo halijaonekana? Yaani, mm. kuna watu e, wa Mungu ambao wako nje hawajajiunga na kanisa rasmi kwa maana ya kuwa washirika ndani ya kanisa mm -hmm. lakini watu ambao ni wa Mungu mm. wanaweza kuwa wanaabudu katika makanisa mengine Uh, ambayo sio kanisa ambayo sio kanisa la Waadventista wa Sabato, au katika dini au imani zingine. Mm. Sasa hao ndio wale ambao wanafikiwa na huduma hii. Mm. Sababu tunapozungumzia chakula cha kiroho, vitabu vinavyochapishwa kutokea katika nyumba zetu za uchapishaji na hatimaye kusambazwa mm. havibagui, vinawafikia watu wote. Naam. Kwa hiyo naweza nikasema ya kwamba uh, idara ya huduma za uchapishaji ndani ya kanisa ni idara ambayo inaandaa chakula cha kiroho mm -hmm. Kwa maana ya neno la Mungu kupitia machapisho mbalimbali mbali mm -hmm. Na kuyafikisha kwa wanadamu ndani ya kanisa ambalo tayari lipo organized kanisa, lakini pia na wale walioko nje kanisa, ambalo tunasema a, kanisa lisiloonekana, bado washiriki ambao wapo nje ya kanisa mm -hmm. Wote wanahudumiwa kupitia katika a, huduma hizi uchapishaji. Na mtazamaji bila shaka unaendelea kufuatana nasi, ambapo ndo kwanza tu mkurugenzi, um, anaendelea kutuambia namna ambavyo idara hii ni miongoni mwa idara mama ndani ya kanisa eh, imekuwa ni, ni, ni njia ya pekee kufahamu namna hii, lakini tunatamani sasa kufahamu ah, pamoja na kwamba umesema inalisha watu walio ndani na nje lakini tunatambua tuna hapo ndani, kuna namna ambavyo mnafanya kazi, utendaji wake ukoje? Asante sana ndugu mtangazaji. mm -hmm. Uh, kanisa kama kanisa, kama nilivyoanza na muundo wa kanisa, limeundwa mm -hmm. na hata idara na yenyewe imeundwa. Sasa mm -hmm. katika muundo wa idara ya huduma za uchapishaji, hili ni kanisa la ulimwengu muundo wake unatiririka kutokea katika makao ya halmashauri kuu ya kanisa kwa maana ya General Conference, mm -hmm. inakuja mpaka Union Conference na hatimaye kule makanisani kwenye tunaita local church. Mhm. Mm. Sasa muundo wake wa utendaji kiukweli ni mnyororo. Tunaweza tukasema ni mnyororo. Mhm. Mm eh, yani haitendi tu yenyewe kwa sababu uh, tunaweza tukasema idara kama idara zilivyo idara, idara zingine zina coordinate mpango au zina zinaratibu mpango wenyewe mm. Lakini wadau wanaohusika katika idara hii ni washiriki wote wa kanisa mm. Ni watendakazi wote wa kanisa mm. Kwa sababu utagundua ya kwamba kila mtendakazi, amini, kila kila kila mshiriki ndani ya kanisa anahitaji hicho chakula nilichokisema, ndiyo. Na sio tu yeye peke yake mm. Lakini bado atahitaji kushia na mwingine atahitaji kutumia Amini, kama tunavyotumia katika vyakula vya kawaida au mm. vitu vya kawaida mm. bado tumeambiwa tuna tuna tuna tuwe tuna tunashea wa karimu mm. tuna na watu wengine. Kwa hiyo utagundua ya kwamba idara yetu inatenda kazi. Sasa tunaanza nikaielezea katika muktadha huu kwamba kama ilivyoundwa ni, ni, ni figa tatu, mm -hmm. <laughs> tunatumia e, eh, kile kielelezo kwamba ili upike chakula kiive lazima mm. uwe na mafiga matatu. Ndiyo. na ile mafiga matatu yana maana kubwa pia hapa mm, mm. na muundo wake ilivyotengenezwa katika kanisa la Waadventista wa Sabato, idara ya uchapishaji nayo ina mafiga matatu. mm -hmm. Figa namba moja ile tunaita nyumba ya uchapishaji. mm -hmm. Kule ambako hasa vitabu vinachapishwa, mm -hmm. vinahaririwa, tunaita nyumba ya uchapishaji Mm -hmm. Kwa nchi yetu ya Tanzania tuna maana ya Ufunuo Publishing House mm -hmm. ambayo ndiyo nyumba ya uchapishaji iliyoko hapa ma... Tanzania. Eh, hapa Tanzania mm -hmm. lakini katika kanisa la Waadventista wa Sabato tuna nyumba ambazo ni organized za uchapishaji mm -hmm. publishing houses zipatazo eh, elfu sitini na, na tatu kwa But kwa takwimu tulizo nazo kwa kan, kwa kanisa la ulimwengu kanisa la ulimwengu mm -hmm. na Ufunuo Publishing House ikiwa ni mojawapo mm -hmm. ya nyumba hizo kwa hiyo hili ni figa namba moja. Yani, ili tuwe na kitabu lazima kianzie kuchapishwa pale katika nyumba ya uchapishaji, na pale ndipo ambapo kila kitu kinatengenezwa, uhariri na kila kitu kinafanyika kutokea kule, hatimaye kinachapishwa. Kikishachapishwa tunapata figa lingine, kitabu tunasema, kikishachapishwa kina mguu chenyewe, ulipo kiweka kitawaki hapo hapo, akitaondoka hapo, eh, paka kikutane na mguu na mikono kishikwe kisomwe au kipelekwe mahali pengine panapohitajika kusoma. mm -hmm. Kwa hiyo tunakuta figa la pili ambalo tunaita ni kitengo maalumu cha usambazaji. Okay, ambacho tunakiita Home Health Education Service. mm -hmm. Kitengo ambacho ni organized katika kanisa la Waadventista wa Sabato, kitengo ambacho kimo ndani ya idara ya uchapishaji mm -hmm. ambacho kinakusanya sasa machapisho kutoka katika nyumba ya uchapishaji mm -hmm. Najua ni kama vile mama yuko jikoni. Ndio anapika chakula mm. Lakini watu hawatakuja kulia kule jikoni. Kwa hiyo lazima chakula apatikane, kina, kina apatikane mtu mwingine hapo katikati atakae kibeba kile chakula mm -hmm. Akipeleke mezani mahali ambapo kinaweza kukutana na walaji. Kwa hiyo sasa kitengo hiki kinachofanya hiyo kazi kinaitwa Home Health Education Service katika kanisa la Waadventista wa Sabato mm. ni figa la pili ambalo linakusanya vile vitabu sasa, kutoka katika nyumba za uchapishaji mm -hmm. E, vinaweza vikawa vimechapishwa katika nyumba tofauti tofauti mm -hmm. za kanisa letu ulimwenguni vinakusanywa, vinawekwa pamoja, alafu sasa vinaanza kusafirishwa kwenda mezani, kwenda kwa walaji mm -hmm. mahali wanapopatikana walaji mm -hmm. lakini sasa kule kifika pale, bado kitabu hakiwezi kwenda kwa ile tunaita kwa kwa mm. wateja sasa au mm. kwa watu mahali walipo mm -hmm. maana lazima chakula kiwafikie watu mahali walipo mm. Mm. Hivyo utagundua ya kwamba kunahitajika tena watu mm. wakusogeza kile kitabu na pale sasa mm -hmm. kuna wainjilisti mm -hmm. unaoita wainjilisti wa vitabu mm -hmm. ambao sasa watabeba kile kitabu mm -hmm. au vile vitabu mm -hmm. na kuvipeleka mahali kwa wanapo wanapokwa wateja au kwa wasomaji mm -hmm. wanaweza kuwa sasa ndani ya kanisa wenyewe, washirika waliopo ndani ya kanisa tayari mm -hmm. au nje ya kanisa kama nilivyoeleza hapo awali mm kwa hiyo -hmm. sasa hapo ili sasa tuweze kufanikisha hili zoezi tuna figa la tatu mm -hmm. ambalo tunaita ni seminari ya mafunzo ya waingilisi wa, wa vitabu au seminari ya machapisho, seminari kitengo. ya kitengo ambacho mm -hmm. kinahusika na kuelimisha sasa mm -hmm. hawa wainjilisti ambao wanatakiwa sasa wayabebe haya machapisho mm -hmm. na namna ya kuyafikisha mahali panapohusika mm -hmm. E, kama unavyojua, kila kitu kinahitaji elimu. Ndiyo. Hata wewe hapo katika kutangaza ulienda shule. Ndiyo. Na ndipo unaweza ukatuongoza namna ya utangazaji au namna ya kubeba habari mm, kwa namna nayo iliyo sahihi kuifikisha katika jamii inayohusika, mm -hmm. Kwa hiyo elimu hiyo inatolewa na chuo. Sasa mafilia matatu yakiungana ikielemisha, mm, watu wamepatikana, ndipo hasa kinatengeneza idara ya huduma ya uchapishaji ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Asante sana mchungaji, umezungumza vyema sana na ninaamini mtazamaji, pia unaendelea kubarikiwa pamoja nasi hapa na pengine. Sasa, kabla hatujasonga huko mbele zaidi, uh, tu, ninatamani tupitie haya mafiga mm-hmm. tukianza na figa la kwanza la nyumba ya uchapishaji, ni nani ambao wanaandaa wana, wana, wana machapisho haya, maana mpaka yafikie kiwandani tayari kuna watu wanatengeneza zile maudhui Mm -hmm. ni nani ambao wanatengeneza maudhui hizo? Asante sana swali mm -hmm. zuri sana of course kwamba mm -hmm. chakula hiki kinatoka wapi? mm -hmm. Sasa labda nianze kwa kusema ya kwamba Mungu ameibariki kanisa mm -hmm. na utagundua ya kwamba hata tukilifaa katika maandiko matakatifu mm -hmm. na tukichukua hata fungu moja ambalo naweza nikaliona hapa kwa haraka kati ya kitabu cha Yohana Injili mm -hmm. ya Yohana Injili ya Yohana sura ya ishirini na moja mstari wa kumi na tano kuelekea kumi na saba mm kuna -hmm. maswali yaliulizwa yeah, pale ndiyo, eh, wakati Yesu akimaliza kazi yake mwokozi akimaliza kazi yake na alipokuwa uh, amekaribia kupaa mbinguni mm -hmm. alikabidhi kazi kwa mitume wale ambao walikuwa wamewaandaa, mm -hmm. na hapa anawakilishwa Petro mtume kama mtume pia ambaye alikuwa miongoni mwa mitume na Yesu anamuuliza maswali pale matatu. mhm mm -hmm. E, anamuuliza unanipenda Petro? Petro anajibu na, nakupenda. mm -hmm. Alafu anamuuliza kama unanipenda, mm -hmm. agizo la kwanza liisha wana kondoo, ndio si. so, unaona hapo, lisha wana kondoo wana kondoo, ndio agizo la Yesu. Kama mm -hmm. kweli unanipenda, lisha mm -hmm. mm -hmm. wana kondoo. Na wana kondoo hapo, kama nilivyosema, kuna watu wako nje wengi tu ambao wanamtafuta Yesu, mm -hmm. lakini hawajamuona, hawana chakula chakula kule cha kiroho mm -hmm. Hao ndio wanawakilishwa na kundi hili la wana kondoo. Na sasa labda turudi sasa kwenye swali la msingi pia hapo mm -hmm. kwamba nyumba ile inafanyaje kazi, inachapishaje? mm -hmm. Eh, inachapishaje vitabu. Jambo la kwanza kabisa, Mungu alipoandaa idara hii tayari aliandaa pia Uh, namna ya kupata vitabu mm -hmm. namna ya uandishi, na uandishi wa kwanza katika kanisa la Waadventista wa Sabato, kuna kuna kitu kinaitwa au kuna msingi wa imani unaitwa karama ya roho ya unabii mm -hmm. karama ya roho ya unabii inakuja kwetu katika kanisa la Waadventista wa Sabato kupitia kwa mjumbe wa Mungu ambaye Mungu alimteua mahususi na akathibitishwa kwa vipimo vyote vya kiunabii, ambaye anaitwa Ellen G. White dada ambaye aliitwa akiwa msichana mm -hmm. na akapewa uvuvio wa Roho Mtakatifu mm -hmm. na akaandika machapisho mengi. Machapisho inate, inate, inate, ina, inasemekana kwamba katika muda wake wa kuishi alikuwa amepewa njozi, yani alizofunuliwa mm -hmm. kutoka kwa Mungu moja kwa moja mm -hmm. zaidi ya elfu mbili mm -hmm. njozi mm -hmm. ambazo ziliandikwa kwenye vitabu wakati akiwa akiandika kwa mkono ameandika kurasa zaidi ya laki moja. Mm. Na, unaelewa laki moja. Laki moja ni nyingi. Ni nyingi. Mm. <laughs> Kitabu kikubwa hivi. Mm. Kikiwa na kurasa mia tano kwa kweli ni volume mm. kubwa kabisa. Ndiyo. Eh, sasa uangalie Biblia yenyewe tulio nayo ina kurasa kwa peji hizo zilizoandikwa. Mm. Eh, nani ina, ina, ina kama elfu moja na kitu hivi. Mm -hmm. Kiangalia Biblia. Sasa chukua hiyo mara hizo uone ni mavolumu mangapi yaliyoandikwa. Na Mungu alimpa maisha mhm mm akaandika vitabu ambavyo ni hazina sasa. Number one mhm mm inaitwa vitabu vya roho ya, ya unapi okay, ambavyo tayari vilivyovio moja kwa moja kutoka kwa Mungu na Mungu akamwagiza anza kuvichapisha mhm mm e, na agizo hilo lilianza na kwa kweli kazi ya uchapishaji ya nyumba ya uchapishaji ya kwanza ilianzia mikononi mwake kwa mume wake ambaye alikuwa amepewa jukumu, anaitwa James White mm -hmm. e, kutengeneza wakianza kutumia mashine zile za mikono, teknolojia haijaongezeka sana. mm -hmm. Kwa hiyo vitabu hivyo ndio sosi ya kwanza tunaita sosi ya kwanza ya machapisho yaliyovuviwa ambayo ni nuru inayoliongoza kanisa. mm -hmm. Ndio vya, vya kwanza hivyo tunavichukua. Kuna kitengo maalum katika kanisa la Waadventista wa Sabato kinachoitwa E. G. White Estate mm -hmm. ambacho kinatunza machapisho machapisho dhamana ya kuhakikisha kwamba hayo machapisho yanatunzwa, kwa hiyo yanatolewa moja baada ya nyingine na yanatafasiriwa katika lugha mbalimbali mm -hmm. kwa hiyo nyumba yetu ya uchapishaji, wajibu wake wa kwanza kabisa, nyumba zetu za uchapishaji ni kuchapisha hivyo vitabu mm -hmm. ambavyo vimevuviwa moja kwa moja mm -hmm. kutoka kwa Mungu, lakini sasa elimu Uh, Mungu ameruhusu wa kanisa wataalamu wa, wa, wa mbalimbali Naam. Eh, wataalamu wa afya mm. Wataalamu wa nyanja mbalimbali mbali, hata za biashara uchumi ndani mm -hmm. Eh, ya kanisa ambao wanaweza kuandika elimu ambayo inazingatia ina, ina maandiko matakatifu ya Biblia mm -hmm. Na roho ya unabii mm -hmm. Na wakaandika kulingana na muktadha na jamii mbalimbali mbali mm -hmm. Kwa ajili ya kuelimisha uh, kanisa na jamii kwa ujumla mm -hmm. mm -hmm. Kwa hiyo kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna chama ndani ya kanisa ambacho pia ni chama cha waandishi mm -hmm. wa vitabu vitabu mm -hmm. ambavyo vinaandikwa. Unaweza, unaweza ukawa mwandishi hata wewe mwenyewe unaweza ukatuandikia mm -hmm. kitabu mm -hmm. na kikisha andikwa kile kitabu kinachakatwa kinaenda kule katika nyumba ya uchapishaji, kinapimwa mm -hmm. kwa vipimo hivyo hivyo tulivyosema vya msingi mm -hmm. wa maandiko sasa mm -hmm. yale maandiko ambayo tayari yapo ya Biblia mm -hmm. na maandiko ya roho ya unabii mm -hmm. na kwa ujumla wake kipimo kaonekana kwamba uandishi wako hauna hauna upinzani wowote wa kimaandiko basi, mm -hmm. kile kitabu nacho kinachukuliwa kama kitabu cha elimu ambacho mm -hmm. kinaingizwa na kinachapishwa na kina, kina, chapishwa, na kina Kinapelekwa kwa watu, kwa ajili kwa ya, ya kutumia. Kwa maana hiyo, lazima kwanza uwe uwe mwanachama ili utengeneze ile mauzui kuacha vile ambavyo vimetengenezwa vya mama Ellen White U, kwa hapa Tanzania lazima uwe mwanachama wa hicho chama cha waandishi ni, ni kabisa lazima uwe mwanachama kwa maana ya kwamba mm -hmm. uh, ni lazima uwe Mkristo ambaye mm -hmm. eh, una yeah, Kristo mwaminifu mm. Ndio sifa maana huwezi mm. ukaandika mambo ya Mungu mm. kama huna mahusiano na Mungu no. E, yani lazima uingie katika utaratibu wa kanisa la Waadventista wa Sabato ili mm -hmm. kuandika kitabu mm -hmm. kinachokubalika ndani ya kanisa, kanisa. Kwa maana hiyo vitabu vyote ambavyo tunaviona ambavyo vinatujia hasa vilivyoandikwa kwa hapa Tanzania wale wote waandishi lazima wawe wanachama waicho chama cha waandishi wa vitabu Ndia. wakiadventista mm -hmm. Ndiyo, ambacho kabisa. Ni kipimo vinapitwa hapo vinachakatwa ndipo kinakuja kwa, yes. kwa watu mm. Yaani, labda labda nikueleze tu kwamba kanisa mm. la Waadventista wa Sabato mm -hmm. uh, lina linalinda sana washiriki wake kwa maana ya kwamba machapisho mm -hmm. yani, ile tunaita doctrine. Mm -hmm. eh, maandiko mm -hmm. eh, tuna misingi ya imani tuna kile kinacho tufanye tuwe kanisa naam, tunachokiamini kuhusiana na eh, tunacho maagizo mm -hmm. ya neno la Mungu mm -hmm. Sasa yale yamewekwa kwa muhtasari Mm -hmm. E, yamewekwa kwenye kwa muhtasari tunaita misingi ya imani. mm -hmm, kwa hiyo mwandishi yeyote anayeandika ndani ya kanisa hili ni lazima asi aandike bila kupingana mm -hmm, au bila kuhafifisha mm -hmm, msingi wowote wa imani ambao kanisa lote tumekubali kwamba ni msingi wa maandiko ambayo ndio imani yetu mm -hmm, kwa hiyo ndio maana anapotaka kuandika mwandishi lazima pale katika nyumba ya uchapishaji ambayo nyumba ya uchapishaji kwa kawaida inakuwa chini ya usimamizi wa wa kanisa na uongozi wa kanisa katika ngazi ya union, mm -hmm. ya union eh, eh, katika ngazi ya union kama hivi no. Kwa hiyo kuna kitengo kimewekwa mm -hmm. na wamewekwa wahariri mm -hmm. ambao tayari wanakuwa wamepitishwa na wamehakikishwa mm -hmm. wana theolojia mm -hmm. ya kanisa na ni waumini wazuri mm -hmm. na wanawekwa pale, kwa hiyo wanapitia kuona ile mafundisho kama yako sawa sawa, e, kama yanafa yapingani na, ya na msingi wowote wa kanisa ndipo mm. Sasa pale tunaita kichujio mm -hmm. E, unajua hata katika kutengeneza chakula mm -hmm. kama mama hayuko makini jikoni mm -hmm. kuna uwezekano yani achambue vizuri yale ambayo ni, kwa mfano chukulia mfano, labda mimi si mpishi sana, lakini naona mm -hmm. mama akipika yeah. E, anachambua kama kwa mfano nataka kupika wali mm. unaita una wali eh, e, um, nataka kupika awali kwa anatumia mchele <laughs> ni mchele <laughs> unaanza mchele kwanza, kwa hiyo <laughs> kwa hiyo sasa, ule mchele si lazima uchambuliwe, lazima uh, mm. utenge mawe uhakisha mm. kwamba unapo unapokwenda kupika chakula kikitoka mm -hmm. basi kiko safi mm. ni kile kilichokusudiwa. mm. Kwa hiyo katika uandishi, mtu anaweza kuandika mtu mmoja, kwa mfano niseme wewe ni mwandishi au mimi ni mwandishi ukaandika lakini, katika mawazo ya mtu mmoja, kitu kimoja kikapita pale, pengine typing error mm. au chochote kile ambacho mm. hakikuwa makini pale. Sasa tunapopeleka pale mm. katika nyumba ya uchapishaji na ile kamati iliyowekwa ya wengi, maana sasa sio kamati moja, sio mm. mtu mmoja mm. anapitia huyu, anapitia pitia, huyu anaangalia mm. mwisho wa siku anaangalia kama kulikuwa hata na kitu kadogo kamejipenyeza ambako hakako katika mm. imani yetu mm. asema hapa mm. hapana, mm. mm. atakajitu hapa sio tunasaidiwa na yule mwandishi, kinasahihishwa, kinakuja kutoka kitabu mm -hmm. mm. kwa kweli ni mwandishi aliandika moja. Ni nikuchukulie mfano, kwa mfano, tuna tuna-, tuna mwongozo wa kujifunza Biblia. mm. mara nyingi pale ukisoma pale, kila wakati, kila mwongozo ukitoka Mm. Anakuambia kwamba kuna kamati maalum ya kanisa mm -hmm. ulimwenguni mm. Eh, si lazima kwamba yule mwandishi aliyoyaweka mm. ndio sasa, inapokuwa kimechapishwa na kimekubaliwa na kimepitishwa kwa ajili ya usomaji ndani ya kanisa mm -hmm. kina kinachukua, kina, kina kinachukua yani, akireflect, atuseme Kiingereza, hakichukui tu ma, mawazo ya mwandishi mm. lakini kinakuwa kimepitiwa na kamati wekwa na kanisa mm. lote imekubaliana kwamba kila kitu mm. kiko sawa mm. Na hiyo ni kuhakikisha kwamba kila kinachotokea kama chakula ni safi, hakina sumu yoyote ya kimafundisho, kinakidhi misingi um, uh, ya Kiadventista. Uh, Pasta, mimi ni kushukuru sana kwa sababu muda wetu sio rafiki na yeah. Uh, leo tunaweka nukta hapo. Tumefahamu figa wa kwanza kwa uzuri, kwa mapana hmm, na hivyo inatupa nafasi ya kuwa na juma lingine ambalo tutaenda kuangazia uh, figa la pili ambalo linahusiana na kile kitengo cha usambazaji wa haya machapisho. Kwa hivyo mtazamaji, ninaimani kwamba umepata nafasi nzuri ya kuifahamu idara hii ya huduma za uchapishaji uh, kwa hatua za awali. Yako mambo mengi mazuri ambayo yako mbele yetu, na hivyo ni kusihi tu kwamba juma lijalo usikose kujumuika nasi ili uendelee kupata mfululizo wa baraka na kukifahamu kilichopo katika huduma hizi za uchapishaji ndani ya Union Mission ya kusini mwa Tanzania. Mchungaji, tunapomaliza hapa, ni kualike utuletee ombi la kufunga na tutaendelea tena juma lijao, asante sana. Hebu tumwombe. Baba Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa kipindi hiki maalum cha Kivulini d ambacho kimetupatia fursa ya kuangalia idara ya huduma za uchapishaji na namna ulivyoianzisha kwa mkono wako na namna inavyotenda kazi mm, tunaomba utubariki, nambariki mtazamaji na msikilizaji, endelee kuwa nasi kwa vipindi vinavyokuja. Tunaomba hivi kupitia jina lako Yesu, amen. Amen, amen. Pastor, amen. Ni kushukuru sana tukutane tena juma lijalo. Amen, amen, amen. amen. Mtazamaji bila shaka umebarikiwa na hivyo nikualike kwa namna ya pekee tukutane tena juma lijalo katika mwendelezo wa sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kivulini, ambapo juma hili tumekuwa naye Mchungaji Rhobhi John Nyaibago ambaye ni mkurugenzi wa Idara ya Huduma za Uchapishaji, Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Na mimi ninaitwa Spora Mseli Molontalima, ninakutakia utazamaji mwema wa vipindi vyote vinavyoendelea hapa Hope Channel Tanzania. Kwa heri, na Bwana akubariki.